Katika sekta ya maji kwa mkoa mzima tutakuwa na miradi kumi na tatu. Kila halmashauri itakuwa na mradi katika miradi hii kumi na tatu. Katika sekta ya maji tutakuwa na miradi uh, mi, miradi mitano ya uzinduzi na miradi sita ya uwekaji mawe ya msingi. Kwa hiyo sekta ya maji itakuwa na miradi sita ya uzinduzi na miradi mitano ya uwekaji mawe ya msingi katika miradi hii miradi inayoenda kuzinduliwa inajumuisha jumla ya vijiji kumi na mbili lakini itahudumia watu elfu ishirini na nane ambao is almost karibia ni asilimia moja ya watu wakazi wa mkoa wa Tanga, lakini pia katika miradi hii ambayo inaenda kutoa huduma ambayo ni vijiji kumi na mbili, kuna mradi wa uzinduzi katika jiji letu la Tanga kupitia wenzetu wa Tanga Uwasa. Ni mradi wa kuzindua mita za malipo kabla, na mradi huu ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maelekezo ya viongozi na wa chama na serikali ili kuhakikisha maji yanatumika katika viwango lakini maji yale yanatumika wananchi waweze kulipia kulingana na uwezo. Kwa hiyo kutakuwa na mradi wa uzinduzi katika jiji la Tanga wa mita za prepaid mita mita elfu nne mradi huu utazinduliwa na mbio za mwenge. Lakini pia tutakuwa na miradi ya uzinduzi katika wilaya za Handeni, mradi wa uzinduzi Lushoto, mradi wa uzinduzi Mkinga na mingine ni miradi ya uwekaji mawe ya msingi katika wilaya yetu ya Pangani, ambapo ni jimbo la Mheshimiwa Waziri wetu wa maji, utakuwa mradi wa uwekaji wa jiwe la msingi, mradi wa maji Mkwaja. Mradi huko kwenye hatua ya mwisho, lakini tunauwekea jiwe la msingi ili ukamilike ndani ya kipindi kifupi kijacho. Katika miradi ambayo tunawekea uzinduzi, ambayo ni Kwedizinga, wilaya ya Handeni vijijini, kuna mradi wa maji na mradi wa maji mwingine wa uzinduzi Mgombezi, huu ni huko Korogwe mjini, ambapo pale tumejenga vile visima mia tisa vya mama. Kati ya visima mia tisa vya mama ambavyo ni mradi maalum wa kutatua changamoto ya maji kwenye maeneo ambayo hayana maji, Korogwe mjini tutakuwa na mradi wa uzinduzi lakini katika wilaya yetu ya Mweza mradi ule wa visima mia tisa tunaenda kuwekea jiwe la msingi, lakini watu wameshaanza kupata huduma na watu wanaendelea kupata huduma ya maji. Ukienda wilaya ya Mkinga tumesema tunazindua mradi wa maji Gombelo, na katika wilaya ya ya ya ya ya ya Tanga jiji ni zile dira za maji, lakini pia Lushoto kuna mradi wa funta Mwanga, lakini pia tuna miradi mitano ambayo ni yawekaji mawe ya msingi. Mawe ya msingi yatawekwa katika mradi wa maji kwa Maligwa huko wilaya yetu ya Kilindi. Mradi mradi huu unaenda kuhudumia vijiji saba, lakini pia kuna mradi wa maji kwa Mahizi ambao nao unaenda kuhudumia eneo la mjini wilaya ya Handeni mjini lakini pia kuna mradi wa jiwe la msingi ukarabati wa miundombinu ya lushoto mjini ambapo tunaenda kuboresha huduma kwa wakazi zaidi ya elfu ishirini na tatu lakini pia kuna uwekaji wa jiwe la msingi mradi wa maji mkwaja na ule wa visima vya mia tisa vya mama samia katika eneo la wilaya ya muweza miradi hii yote inaenda kuhudumia wakazi wa Tanga asilimia tatu ya wakazi wa Tanga, hivyo tunategemea miradi hii kikamilika, tunaboresha asilimia tatu pointi tatu wakazi wa Tanga, wakati ile asilimia moja ya miradi inaenda kuzindua nayo inakuwa imeshakamilika na mwenge unaenda kuzindua miradi hii. Hivyo tunaenda kuendelea kuipongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu kwa kuendelea kutuongoza, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Rajabu Abdarahmani kwa kuendelea kutuongoza na viongozi wote wa chama serikali, kuanzia MDC viongozi wa chama kwa kuendelea kutuongoza katika mkoa wa Tanga, ili kwenda kukimbiza mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 25, kwa kuhakikisha miradi hii ya maji inaenda kufu, kuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi.